Vision 2030. Madini ni maisha na utajiri. Wadau wa madini wakiwemo wachimbaji, wachenjuaji na wafanyabiashara wa madini katika mkoa wa Shinyanga wamepongeza uwepo wa soko la madini Shinyanga ambalo tangu kuanzishwa kwake limekuwa msaada mkubwa ambapo madini yanauzwa kulingana na bei elekezi inayoendana na soko la dunia ambayo huonesha kwenye ubao maalum wa kidigitali. Akizungumza Machi 12, 2025, katika soko hilo, afisa kutoka Ofisi ya Afisa Madini Mkazi wa Mkoa wa Shinyanga, Shikimayi Muyinza amesema, soko hilo limekuwa na tija kubwa kwa wachimbaji na wafanyabiashara wa madini mkoani humo serikali imeweka utaratibu mzuri wa kutoa bei elekezi na kuepusha changamoto za wachimbaji kupunjwa kwa kupewa bei ndogo na baadhi ya wafanyabiashara wasio waaminifu. Baadhi ya wadau wa madini mkoani Shinyanga wamempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hassan, Wizara ya Madini pamoja na Tume ya Madini kwa hatua ya uanzishwaji na usimamizi wa masoko ya madini na vituo vya ununuzi wa madini kwani yameleta mabadiliko ya kiuchumi katika mkoa wa Shinyanga, ikiwa ni pamoja na ajira, mapato kwa serikali na kuongeza kasi ya ukuaji wa shughuli za uchimbaji wa madini katika mkoa huo. E, kwa majina anaitwa Bonifas Komote na hapa anatoa anapanda kutoka Dorani. Na shughuli zangu humu duarani ilikuwa ni kazi ya uponchaji. Kwa utaratibu ambao tunaendesha hapo mgodini kwa viongozi wetu jinsi ambavyo wanatuongoza sisi kama wachimbaji ambao tunafanya kazi kama vibarua, tunafanya kazi vizuri sana na viongozi wetu ambao wako mgodini pia na hawa ambao ni basia nao ndio viongozi na pia wanachama ambao ni wahusika wa dwara hizi ambao wanatuajii sisi kufanya kazi. Hakika tunafanya kazi nzuri na wao, pia wanatulipa malipo yetu vizuri, bila shida, bila tatizo na hatudhulumiki. Serikali hii ya awamu ya sita ya Mama Samia suluhu, suluhu, Suluhu Hassan imetusaidia na kutunufaisha sana, kwa sababu kwanza inatujali sisi wachimbaji wadogo wadogo na na kutupa fursa ambazo sisi tunazitumia na kunufaika, kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo uchimbaji ulivyokuwa kipindi cha nyuma na kipindi hiki sasa miundo mbili, hebu angalia, umeme upo, maji yanavutwa kwa wakati, na sisi hatupati madhara chini, unatoka chini ukiwa mkavu. Hebu angalia hata mimi nilivyo mkavu, sijarawana ni kwa sababu maji yanavutwa kwa kutumia umeme na shughuli zetu zinaendelezwa vizuri. Safi kabisa. Na manufaa tunayoyapata kwa sasa, ukiangalia uzalishaji huu ambao tunaupata ni tofauti na kipindi cha nyuma. Tunashukuru Waziri Mkuu kwa sababu tumeona jinsi gani waziri wa madini wanavyotusimamia kwenye kazi zetu maelekezo yao, na tusiache kusahau mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa vile anatutendea haki sisi watu ambao ni duni kabisa, lakini kwa wakati wetu tulionao sasa hivi tangia elfu mbili na kumi na sita tumepata pendeleo la kuwa watu wakubwa kabisa japokuwa ni watu wadogo kabisa. Mfano, tumeona sasa hivi tunaishi mazingira mazuri sana maji ya ziwa Victoria yako mgodini. Tulikuwa tunatumia maji ambayo ni hatarishi, lakini ametujali tunatumia maji mazuri kabisa, afya zetu zinaboreka. Na pia tunaona ni jinsi gani ambavyo tunasaidiwa kiuhalisia juu ya uchimbaji wetu, kwa sababu ulikuwa una migogoro mingi kutokana na uzalishaji. Maji yaliyokuwa ardhini ni mengi, gharama za kuyatoa ni nyingi huwezi kuaminiwa na benki kupewa pesa. Lakini umeme, ambao Araimo alihangaika bila kupumzika kuhusiana na TANESCO, tumepata umeme na ambao umeweza kutusaidia kuwa na uzalishaji. Mimi nikiwa kama mwenyekiti, nilikuwa naandika kila mwisho wa mwezi, tatizo la mgodi ni umeme, umeme, umeme, mpaka ikawa kama ni wimbo. Lakini akiniuliza mbona ni umeme tu, nikamwambia hakuna vifo, hakuna majeruhi, lakini uzalishaji ni duni kwa sababu hatuna vitendea kazi ambavyo nawo vikamudu gharama zinatushinda. Akaanza kutuhangaikia umeme na tatizo hilo kabisa. Tunamshukuru wa Raimo kwa sababu limeisha na tunafanya kazi kwa uzalishaji wa hali nzuri na ya uwezo mkubwa sana. Kutokana na taarifa za madini tunapanda, yani grafu yetu inapanda, ina kwamba wakati tunatumia dizeli nilikuwa naweza kutumia lita ishirini kwa siku ambapo thamani yake inafika mpaka elfu sabini ya dizeli lakini toka tumeletewa umeme tunatumia mfumo wa umeme kwa siku natumia yuniti zenye thamani ya shilingi elfu kumi na tano. Kwa hiyo ni jinsi gani nikifanyia mfano elfu sabini kwa mwezi ni milioni mbili laki moja, lakini elfu kumi na tano kwa mwezi napata kama laki nne na nusu. Kwa hiyo hata mtu ambaye hana uwezo anaweza akafanya kazi. Kwa hiyo Serikali imetusaidia imetuwezesha, hatuko mbali sana na jamii, jamii inayotuzunguka ndio, ndio watendaji wengi wanaofanya wana shughuli hizi za machimbo hapa kama mnavyoona. Kwa hiyo mimi upande wa, wa kikundi chetu cha basia hatuna tatizo lolote na jamii inayotuzunguka hapa na ndio maana shughuli zetu zina, zinaenda hazina tatizo lolote na wala hakuna malalamiko. Mohab TV Shinyanga.